Ndugu zangu, tunazungumza mambo mengine kuhusu sukari na bidhaa mbalimbali. Haiwezekani mimi mkulima, serikali sawa na familia nyumbani kwako. Wewe unalima gunia kumi nyumbani kwako, matumizi yako nyumbani gunia ishirini za mahindi. Wewe utakuwa una akili gani, kiasi gani, wewe ukauze mahindi yako wakati matumizi yako gunia ishirini na umelima gunia kumi Utakuwa una akili mwendawazimu unakuja hapo unazungumza habari ya sukari ya Zanzibar, wakati hata nyinyi mnasema magendo kila siku, mnakamatwa na karafuu mnavusha, mnakamatwa na madumu kule Zanzibar, Tanga. Mmegeuza huku bara ndio uchochoro wa kuingiza bidhaa zenu, madumu ya mafuta yanakamatwa kila kukicha, inakamatwa sukari kila. Bagamoyo mnapakia sukari chini, mnaweka mchanga juu, key nani hajui? serikali inafanyia mchezo. Dawa yao hawa kunyang'anya vyombo vyao na yule tajiri kumtia ndani kutaifisha kila kitu, majahazi yao, haiwezekani. mzalishe kule, hawa ndugu zangu walipi ushuru. Container la spare parts za pikipiki hawa wanalipa shilingi milioni tano wakati Dar es Salaam vijana au Zakaria ko wanalipa milioni 40. Container la spare la pikipiki na hakuna pikipiki, wanasema container, makontena wanayavusha kwa jahazi kuleta bara huko. Nani hajui leo mnageuza uchochoro huko kwetu, mnataka kututania, haiwezekani sukari mnalima tani elfu nane kwa mwaka, matumizi yanu tani elfu kumi na saba Mtakuona sawasawa muuze sukari, wakati sukariwakati utosha au ham chai? Kama hamna pesa ya kunywa chai ya kunywa sukari, mseme tuwasaidie, sio kusema sukari inawatosha. Inawezekana hawana pesa za kuweza kunywa sukari, maanake sukari tani elfu nane matumizi tani elfu kumi na saba Hasa inakwenda pia sukari mnaagiza sukari za magendo kutoka Seychelles, kutoka wapi, Mauritius, ili kuja kuingiza sukari Brazil, kuingiza sukari ya lipi ushuru wala haina vigezo. Haitakubalika, haitakubaliki. Sheria ni msumeno. Kwa hiyo nakwambia haiwezekani. Na waziri wa fedha yuko hapa, lazima kuanzia Tanga mpaka kule mtwara idhibitiwe barabara mipaka yoyote anaingiza mafuta ya kula anaingiza sukari anaingiza spare za pikipiki spare za gari ataifishwe vyombo vyake na yeye mwenyewe kukamatwa haiwezekani sisi tunalipa ushindani wa biashara utakuwa hakuna ushindani anaagiza tani elfu ishirini sukari zanzibar ongeza tani elfu nane tani 28000 matumizi yao tani kumi na saba tani elfu tano kamuuzie nani tunazungumza habari ya ulipaji wa kodi na ukwepaji wa kodi Haiwezekani mnepeke mnemeke kwa kuleta bidhaa zenu ambazo hazilipi ushuru. Ushindani wa biashara uko wapi? Haiwezekani. Kwanza nyie, nawauliza swali moja, mfumo wa kodi wa kimataifa, jiungeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, hapa tunaeleza namna ukwepaji wa kodi. Hawa jamaa wamezoea kutuletea bidhaa. Mimi nafahamu container la spea za pikipiki linatozwa shilingi milioni 5, milioni 6, nenda TPA pale Dar es Salaam TRA Milioni 40 ni vijana kari yako analipa. Mtalinganisha aje biashara? Mnateresha kwa majahazi usiku. Nani hawajui mbwendi mna, mnaweka bidhaa chini mnaweka mchanga juu. Nani hajui? Serikali lazima iwe macho kuangalia huu juma namna hii. Kuanzia Mtwara mafuta taarifa na kwa kila mwenyekiti. Siku. Juzi wamekamata mafuta Tanga. Nani hakuwa na taarifa nzuri? Taarifa, mwenyekiti. Taarifa wapi? Huko kwa Mgumba huko. Mheshimiwa Mgumba, taarifa. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nipe taarifa mzungumzaji mzungumza vizuri, kwa sababu anazungumza vizuri kwamba serikali ya Tanzania ya awamu ya tano imejipambanua kwamba ni serikali ya viwanda, na ili swala tulikubaliana, ili kulinda viwanda vyetu vya ndani ni vizuri kwamba kama kuna upungufu wa sukari tuwape wale wazalishaji, kwa maana Kagera Sugar na watu wengine kama Kilombero, nao sasa tumekubaliana hivyo kama serikali ya Tanzania lakini sasa kule upande wa pili hawajafuata sera hiyo, wakawapa watu wengine wote waagize sukari hapa nchini kwayo. Kwa hiyo kwa maana nyingine, tukiruhusu sukari hiyo ikija huku, maana yake tutai-discourage uzalishaji kwa viwanda vyetu hatutovilinda vilinda. Nitaka nimpe taarifa huyo unanimu. Mheshimiwa Ally Kessy, malizia kwa dakika moja. Taarifa sasa na. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti, naishauri wizara ya fedha kuanzia sasa iwadhibiti watu hawa kila siku tunaona kwenye ma TV mafuta yanakamatwa yanakamatwa, sukari. Sasa ni kutaifisha vyombo vyao, na wenyewe wafunguliwe mashtaka, wafilisiwe mali yao, wataacha kuleta mchezo wa kukwepa kodi. Kwepa kodi ni kosa, ndugu zangu. Tunahitaji barabara, tunahitaji dawa hospitalini, tunahitaji kila kitu kwa ajili ya kodi. Nchi inaendeshwa kwa kodi. Asante sana kwa kodi. Asante. Kwa kodi, acheni kukwepa kodi, ndugu zangu, tuwe macho, haueleweki. Asante.